Wakizungumza na ITV mara baada ya kufanya maandamano ya kudai kusafirishwa hadi katika ofisi za mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa hapa mjini Tabora bila kupata majibu yoyote, kutokana na siku za Jumapili viongozi hao kutokuwepo kazini. Abiria hao wamelalamikia muda watakaokaa hapo stesheni ya Tabora kuwa utawaweka katika mazingira magumu. Hii ya ajali barabarani, kwamba gari imeharibu njia, walikuwa wanaielewa, lakini waliduficha kana kwamba wangetuambia mapema basi, asubuhi kila mtu angeshika ange habari zake na kuondoka. Sasa mpaka saizi tunateseka. Sasa hizi ndio wanazungumza kwamba tutaondoka kesho, sasa kesho asubuhi, na kesho yenyewe haijulikani kwamba itakuwa saa ngapi, maana anasema kesho tu. Sasa kama wanasema kesho tu na haijulikani kwamba itakuwa saa ngapi, kutuweka hapa mpaka kesho kutwa, mi na imani hiyo, ila lakini kutuambia ukweli ndio hawana na imani, hadi itakapofika siku ya kesho watatuambia tutaondoka siku ya Jumanne tena. Mi na imani hiyo ila kiasi kwamba nawaomba TRL watusaidie sisi kwa mlo wa leo pia hata kesho. Ngumzia ajali hiyo iliyotokea na kusababisha abiria hao kulazimika kukaa stesheni hiyo kwa muda usiojulikana siku ya pili, stesheni master wa stesheni ya Tabora Bwana Ali Shamte amekiri abiria hao kuendelea kukaa hapo tangu usiku wa saa tisa kutokana na mabehewa hayo kuanguka huko wilayani Urambo, ambapo wamesema kuwa shirika linawaandalia mlo wa siku mbili, lakini hadi kufikia saa kumi jioni walikuwa hawajapata kitu chochote. Usiku wa saa tisa na dakika tano gari yaiia kutoka Dodoma ilifika hapa na tunawe mpaka hivi sasa ikiwa inasubiri kwenda kuenda Kigoma na kipande cha kuenda Mpanda na Mwanza. Jana jioni gari ya mizigo kutoka hapa kwenda Kigoma ilipata ajali sehemu kati ya Usoke na Urambo. Gari mizigo hiyo iko inachukua mizigo ya tanks leo, zile zilianguka tanks nyingine, kwa hiyo zimeharibu njia vibaya sana. Tumeenda kwa mkuu wa wilaya tukamkuta hayupo, tukaenda kwa mkuu wa mkoa tukamkuta hayupo. Wakaja viongozi wengine kama kutupokea na kutusaidia, lakini baada ya kupata msaada majibu ya kwanza aliyotoka wametuuliza ninyi shida yenu ni nini. Tukawaambia sisi shida yetu ni usafiri. Wakatuambia hivi usafiri mliotangaziwa ndivyo ilivyo, ni kesho. Sasa ninyi mlichokifata hapa kwa mkuu wa mkoa ni kitu gani? Tukasema tumekuja tusaidiwe usafiri. Akasema mkuu wa mkoa hana usafiri wala mkuu wa wilaya hana usafiri. Kwa hali kama hiyo, ninyi kinachotakiwa ni kusubiri hiyo kesho mliotangaziwa. Nikiripoti kutoka mkoani Tabora, Saimon Kabendera, ITV.